Na pole pia, asante sana, asante na nimesha poa. Okay, sawa. Na Watanzania ungependa kufahamu zaidi mazungumzo kule ndani hasa yalikuwa ni yapi? baada ya wewe kuitikia wito? Um, labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na bodi ya filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana, niko na kaka yangu hapa. um, ni tulikuwa tu tunakumbushana na hayakuwa yako vile firm kwa sababu hata mimi mwenyewe kiukweli nilikuwa naogopa, lakini hayakuwa yako vile nilivyokuwa nategemea. Ni katika kuwekana sawa na pia nime nimejisikia vizuri, kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa kukanywa. Unajua anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali, kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikuwa ni, hakikuwa hakikuwa hakikuwa, hakikuwa, hakikustahili kutokea kwangu sijui unanielewa. Na hicho ni kitu ambacho tume, ni tumekumbushana pia na viongozi wangu na nashukuru tumemaliza vizuri, and I'm here with my brother and yeah, niko niko kwenye mikono salama kwa kweli. Sawa, kwa upande wako wewe, unahisi labda pengine ulikosea upande upi? Um, labda tu ni, ni, niulize kabla kwa sababu hayo mambo tumeshayamaliza ya maliza kiukweli. By the way, unazungumza na Watanzania? Yes, of course. Na, nataka tu pia kabla kabla tujamaliza kabla tujaendelea. Hapa wangapi ambao wameshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? Eh, mmeshajiandikisha, mmeshajiandikisha. Ah, mimi nataka wengine hamna hamna mtu ambaye amejiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? Asa mimi nataka niwaambie Watanzania kama unajijua wewe ni Mtanzania, na una, una haki zako umeshapita umri wa miaka 18. Aise, nenda ka ka, katika kituo chochote, ajiandikishe katika daftari ya kupiga kura, kuwa na kitambulisho chako cha kupiga kura. Hicho ndio kitakacho kuweza kukusaidia wewe kuchagua kiongozi ambaye anayekufaa kwa sababu hapa sasa hivi unajua, mimi mnaongea na mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa Mama. Yes, na taasisi yangu hii ni ni madhubuti kabisa kutangaza yale mazuri ya mama ambaye anayafanya. Mimi na imani kubwa kuna Watanzania wengi ambao hawajui, wanasikia sikia tu, lakini hawajui yale mazuri ambayo Mama Samia ameyafanya katika nchi hii.